Karibuni tena wapenzi watazamaji, katika kipindi kingine cha nane nane na PPR, kipindi ambacho kinakujia kutoka katika uwanja huu wa Ngongo hapa mjini Lindi. Na nane nane, kiukweli, imeanza kupamba moto, mambo yameanza kuchanganyia, watu wameanza kujitokeza kwa wingi, na mambo nane uwanja huu wa Ngongo yanazidi kuwa mazuri. Naitwa Pascal Mayala, karibuni tukitembelea yale mabanda muhimu. Wale ambao mnaangalia kipindi hiki, kama mna ndugu zenu kwenye nane nane hamjawaona kwenye kipindi, waulizeni, jamani, hilo banda lenu ni muhimu kama ni muhimu wape namba mnayoiona hapa, ili na wao waweze kutokea na nyinyi kwa nyumbani mwaone walioko nane nane wanafanya nini. Karibuni sana, tumeingia kwenye banda hili la Wizara ya Kilimo na Maendeleo ya Mifugo, na niko kwenye banda ambalo limeandikwa Taasisi ya Kudhibiti Ubora wa Mbegu, TOSCI. Watazamaji wangapi mlikuwa mnafahamu kuna taasisi na udhibiti ubora wa mbegu. Sasa hii taasisi iko na ndani ya banda la to, TOSCI, mnaweza mkaona baadhi ya mambo mengi mengi. Sasa hapa tunaye mkurugenzi mkuu wa TOSCI, atanitambulisha jina lake. naitwa Patrick Ngwediagi, mimi kama ulivyoeleza, ndiyo mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu Tanzania, inaitwayo kwa kifupi TOSCI. labda kwa kuanzia tueleze kidogo hii TOSCI nini, ilianzishwa lini, na majukumu yake ni yapi? Taasisi ya TOSCI imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mbegu ya mwaka 2003 ambayo baadaye -ba ilirekebishwa kidogo mwaka 2014 na majukumu makuu ya taasisi hii yako yamegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kazi nzima ya kuhakikisha kwamba mbegu zote zinazouzwa zinafahamika. Kwa hiyo kuna majaribio tunayoyafanya ili kuhakikisha kwamba mbegu zile zinafahamika na zinafahamika sifa zake. Kwa hiyo hiyo ndio kazi kuu ya kwanza. Alafu baada ya hapo mbegu zote zinazozalishwa shambani lazima tuzikague shambani ionekane kwamba zimezalishwa kwa taratibu zilizopo kama sheria na kanuni zake zinavyotaka. Hiyo ni jukumu lingine. Vile vile mbegu hizo huwa kuna vipimo ambavyo vinatakiwa vifanyike maabara, na, na baadaye mtaviona hapa vipimo vyenyewe tumekuja navyo hapa hapa. E, mbegu ili iweze kuuzwa lazima pia ipimwe maabara na ionekane kwamba imekidhi vile vigezo vya kita na vya kimataifa vya kimaabara. Kwa hiyo hilo ni jukumu lingine la tatu la kwetu, lakini vile vile tunalo jukumu la kuendelea kuhakikisha kwamba zile mbegu tulizozikagua shambani, tukazikagua kwenye maabara zinaendelea kuwa na ubora huo huo na huko zinakouzwa. Kwa hiyo pia tunafanya kazi ya ukaguzi kuhakikisha kwamba mbegu zinauzwa, lakini vile vile, tunahakikisha kwamba tunafanya jukumu tunalo jukumu la kuwasajili wale wafanyabiashara na watu wote wanaojishughulisha na biashara ya mbegu wote lazima wasajiliwe na Toski. Kwa lugha nyingine, yeah. Nyinyi Toski ndio kama TBS ya mbegu. Ni TBS au TFDA. Yeah, TFDA pia wa chakula. Chakula. Yeah. Sisi tunafanya kazi kama hizo. E, wapenzi watazamaji wa kipindi hiki cha nane nane na PPR. Mnakumbuka kwamba kulio kutokea matatizo kidogo, baadhi ya mbegu ambazo zinatangazwa zina zinaletwa nchini alafu baadaye ya wakulima wanalalamika, wamepanda mbegu wazioti au kuna mbegu nyingine kumbe ambazo hazina ubora. Labda tukirudi kwako, mkurugenzi mkuu wa TOSCI, watu wafanye nini ili kupata hizo mbegu zenye ubora wa TOSCI, na watajuaje kwamba hizi zimethibitishwa na TOSCI? Asante sana mtangazaji, kama nilivyoeleza, tuna shughuli zote hizo za kupima na kudhibiti ubora shambani na maabara, lakini mwisho wake tunaishia kuweka lebo. Lebo inaitwa lebo ya TOSCI. Hicho ndio kithibitisho kwamba mbegu ile ambayo ameuziwa mkulima imethibitishwa na TOSCI. Kwa hiyo tunapenda kushauri wakulima wetu wasije wakadanganyika wakanunua mbegu isiyokuwa na lebo ya TOSCI mbegu. lebo yenyewe utaiona baadaye utakaokuwa na kagua mbegu, lakini ni kwamba tunawashauri wakulima wetu wahakikishe kwamba mbegu yoyote wanayonunua, kwanza, inauzwa na mtu ambaye amesajiliwa na TOSCI, ana hati ya kusajiliwa na TOSCI lakini la pili, mbegu anayouza mbegu hiyo iwe na lebo ya TOSCI. Zipo zile zinazotoka nje, toka kwenye nchi ambazo tuko ni wanachama wa shirika moja la kimataifa naitwa OECD, hilo shirika na sisi ni wanachama. Kwa hiyo kama zimeshakaguliwa kule na zina alama hiyo, hizo pia zinakubalika, zina, zina, zina kwa Tanzania, lakini zitakuwa na lebo imeandikwa OECD seed schemes kwa hiyo kama zimezalishwa hapa Tanzania, zimekaguliwa hapa Tanzania, lazima ziwe na lebo ya TOSCI. Kama zimetoka nje kutoka nchi tu ambayo ni mwanachama wa OECD Seed Schemes, hizo zinaweza zikakubalika. Kwa hiyo inawezekana pia, mkurugenzi mkuu, wale ambao walikuwa wananunua mbegu ambazo nyingine baadaye zinakuja kuwa zioti ama zikiota zileti mazao bora, inawezekana walikuwa hawajajua kwamba wananunua mbegu ambazo hazina E lebo ya ubora wa TOSCI. Sawa. Ni kweli kuna uwezekano kwamba walikuwa hawajajua kwa sababu pia hata huu mpango wa kutumia lebo haujaanza miaka mingi, umeanza katika miaka ya karibuni na tunaendelea kueneza na kuhakikisha kwamba watu wote wanaofahamu. Kwa hiyo ni kweli kwamba ufahamu ulikuwa kidogo haujajitosheleza, na tunaendelea kueneza kuhakikisha kwamba kila mtu anatumia mbegu iliyo na lebo ya TOSCI. La mwisho, nyinyi sasa ni kama mamlaka ya udhibiti Mna meno kidogo? Watu wakikiuka mnawang'ata wang'ata kidogo, au kuna mamlaka nyingine zinakuwa ni mamlaka lakini hazina meno, zenyewe nazo zinapeleka kilio mahali pengine? Sawa. Yapo ma hatua kadhaa ambazo tumeruhusiwa na sheria tunaweza tukazifanya. Kwa mfano kama mbegu haioti, tunaruhusiwa kusimamisha uuzaji wake mpaka hapo tutakapokwenda maabara na kuthibitisha kwamba mbegu hiyo ni halali iko sawa, na vile vile ikigundulika kwamba mbegu hai, haioti au ina matatizo ya, ya kiubora ambayo nimeelezea, ina, tunaruhusiwa kui, kuiharibu kwa njia yoyote, lakini masuala mengine yote yanashughulikiwa na mahakama. Jamani, hii ni habari njema sana kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa TOSCI. Wakulima wa Tanzania wote ambao mnalima, mnaonunua mbegu, hakikisheni kabisa kwamba sio tu unanunua mbegu bora, bali unanunua mbegu ambayo ina alama ya ubora kutoka TOSCI. Yaani ina maana kwamba ukinunua mbegu ambayo ina alama ya ubora kutoka TOSCI na hata ikitokea ina tatizo lolote hiyo mbegu una mahali pa kwenda kusema na wana, wanapima, na wakikuta. Wengine wanaanza kuwa wajanja, wanatafuta lebo ya Toski wanaweka tu, lakini mbegu hazina ubora. Mbegu isipoota, kuna kibano, huyo mtu anakipata. Kwanza mbegu inafungiwa, na inaweza kuwa destroyed kabisa. Kwa hiyo ni habari njema. Sasa niwaingize ndani ya banda lenye la Toski muweze kuona kuna nini. Sehemu ya kwanza ya banda la Toski, hapo ukija tunakuta kuna tangazo kubwa lenye kuonyesha lengo, sifa na mambo ya Toski, lakini kuna sehemu ambayo kuna vitu, vitu kama mitambo halafu unaweza ukaziona mbegu, mbegu ziko kwenye vichupachupa hapa na mpaka kuna mbegu mpaka unaona kama ya mahindi. Dada, jina unaitwa nani? Jina naitwa Matengia Swai, ni mkurugenzi wa idara ya utafiti na uendelezaji. Kazi kuu tunayofanya kwenye idara hii ni kuhakiki uhalisia wa upya wa mbegu inayotoka kwa mtafiti. Tuna watafiti binafsi na watafiti, watafiti wa serikali. Watafiti hao wametoa mbegu mbalimbali mbali kama unavyoziona hapa na anapotoa mbegu hii lazima tuihakikishe kwamba ni mpya, ina sifa za upya wa mbegu. Lazima iwe na kitu tofauti na mbegu ambayo imeshatambulishwa. Akishatoa ile sifa yake, kisha uhalisia wake ukishajulikana, tunampa certificate. Akishamaliza lazima aonyeshe pia, ina sifa gani, ina faida gani kwa mkulima wetu. Lazima iwe na sifa labda ya kuvumilia ukame, kuvumilia magonjwa au inazaa sana. Kwa hiyo tunaangalia sifa hizo, yeye anatuletea data zake, ripoti zake za miaka miwili takwimu zile anazileta, tunaziangalia ni kweli zina sifa kuliko ile pale, na pia wakulima wanaikubali, na na sisi tunaenda kuhu, hakiki, na sisi tunaenda kwenda kule kila alichotuambia, na sisi tunapanda kwenye sehemu mbalimbali za Tanzania kwenye sehemu zilizokubalika zilizokubalika. Tukishaipanda tukishaleta takwimu na kuzifanyia kazi zetu za ki, ki, ki, kisayansi, tunahakikisha hii mbegu kweli inafanya kama alivyosema, inavumilia ukame, inavumilia magonjwa. Kwa hiyo hii mbegu kweli ina faida kwa mkulima wetu na kama haina faida hatutaisajili. Ikishakuwa na faida hizo zote, kuna kamati mbalimbali zinakaa kuna kamati ya kitaifa zinazokaa kwa ajili ya kuthibitisha uhalisia na umahiri wa ile mbegu. Hii kamati ikishakaa, kuna kamati inaitwa National Performance Testing Committee, ni kamati ya ufundi ndio inaangalia kila kitu kwa, kwa undani. Baadaye kuna kamati ya kitaifa ya, kuthi, ya kusajili hizi mbegu. Ikishakaa ile pale, tunaenda kwenye kamati nyingine ya kitaifa ya mbegu wakishaithibitisha kwamba hii mbegu kweli inakubalika, tunaisajili kwenye daftari letu. Ikishasajiliwa kwenye daftari, sasa inaingia kwenye uzalishaji ili iweze kumfikia mkulima wetu. Sasa katika kumfikia mkulima wetu, kuna inaingia kwenye idara nyingine ambazo sasa inaanza idara ya udhibiti wa ubora wa mbegu, ambayo ni idara nyingine tofauti na hii na ofisa mwingine wa TOSCI atanitambulisha jina. Mi naitwa ndugu George Swela, mkurugenzi wa idara ya udhibiti wa ubora wa mbegu. Mimi kama mdhibiti wa ubora wa mbegu na hakikisha kwamba mbegu zote ambazo zinazalishwa Tanzania zinakuwa na viwango bora, viwango vya mashambani na viwango vya maabara. Kwenye viwango vya mashambani, tunahakikisha kwamba tunasajili mashamba, tunakagua mashamba yote ya wakulima wote, na tukishakagua tunahakisha kwamba tunachukua sampuli shka sampuli tunakuja kuangalia ubora wa maabara, ambao tunaangalia uotaji usafi wa mbegu, uotaji pamoja na magonjwa vile vile. Katika idara yetu tunaangalia mbegu ambazo zimeshaanza kuuzwa madukani, kuna wanasema kwamba post harvest inspection, tukakagua maduka ili kuhakikisha kwamba zile mbegu ambazo zimeshauzwa madukani ubora wake unaendelea kuendelea haubadiliki, ni pamoja na kuangalia kama zile mbegu ambazo zimeuzwa zina viwango ambavyo vipo, pamoja na matumizi ya lebo na zime hazijapitwa muda wake. Kwa hiyo ni moja ya shughuli ambazo zinafanya kwenye dara yetu. Hapo unavyoona hapa, kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinatumika kwenye kuangalia hivyo vipimo vya maabara. Hiki chombo kinaitwa bona divider, ni kwamba mbegu ambayo inachukuliwa kwa mkulima inakuwa ina, inawakilisha labda tuseme labda tani hiyo tani arobaini umechukua kwenye, amin, kwenye, amin, umechukua tani arobaini, umechukua hiyo sampo moja ambayo ni kilo moja, umechukua kwenye magunia arobaini sasa hiyo sampuli inawakilisha yale magunia yote arobaini. Kwa hiyo kabla hujaanza kuitumia ile sampuli ili upate ya kupandia, sasa lazima uigawanye hapa upate labda nusu kilo ambayo utaanza kuitumia kwenye vipimo vya maabara. Kwa hiyo ni chombo ambacho kinatumika hicho hapo, tungeonyesha hapa kidogo. Kwa hiyo unaigawanya mbegu hiyo. Kwa hiyo utaendelea kuigawanya mpaka utapata kile kiwango ambacho unataka kukitumia kwenye, kwenye shughuli zingine viwango vingine vya maabara, naweza mkaendelea. Sasa labda niulize swali moja dogo. Ndio uwezo wenu wa hii taasisi ya TOSCI katika kupima. Ndiyo. Mna uwezo wa kupima genetically modified seeds na mkajua hizi zimekuwa modified genetically. na labda haziruhusiwi ma zinaruhusiwa kwa sababu wengi wanapenda organic products. Okay, huo mchakato nafikiri bado serikali uko, uko, kwenye, uko kwenye mchakato. Kwa hiyo hata sisi kama sisi bado hatujaanza kufanya hiyo kazi, utakapokamilika nafikiri tutakuwa vizuri. Yeah, yeah, tuna tuko sehemu nyingine, naona kuna vifaa hapa, e, watazamaji mnaweza kuona vifaa na vimbegumbegu kidogo e, na hata sijui nini, kwa sababu mimi sio mtaalamu, hii nini ambayo hi, hi, tunaona Asante sana. Kwa jina naitwa ndugu Nora Limo. Hapa ni kitengo chetu cha usafi wa mbegu. Tunapokea mbegu kutoka kwa mkulima na tunazifanyia usafi kabla ya kuzipeleka katika kitengo kingine cha uoteshaji. Kwa hiyo tunafanyia usafi hapa tukiangalia kama mbegu imekuja chafu, ina maana kwamba haifai kuuzwa kama mbegu. Kwa hiyo kuna asilimia zetu tunazoziangalia za ule uchafu wa mbegu kulingana na misafi yetu iliyopewa na serikali. Na hiyo itaweza kutuelekeza kwamba hii mbegu kwa uchafu wa kiasi hichi, basi tuiruhusu iuzwe kama mbegu au tuiachie isiuzwe kama mbegu. Kwa hiyo inapofika hapa, tunaangalia pia na asilimia za magu yapo magugu ambayo ni hatari sana katika mashamba. Kwa hiyo kama yatakuwepo katika mbegu zetu hatutaruhusu ziuzwe, hiyo e, huyo mtu muuzaji wa mbegu auze kama mbegu kulingana na zile asilimia, yale magugu hatarishi. Hii ni sehemu ya uoteshaji wa mbegu kwa hiyo kila mbegu kabla haijaruhusiwa kuuzwa kama mbegu lazima ipitie mahali hapa ili tuweze kuona uhalisia wa nguvu ya, ya uotaji wa ile mbegu. Kwa hiyo tuna aina tatu za uoteshaji wa mbegu. Tunaotesha kupitia mchanga. Kama mahindi, haya ni mahindi. Hebu angalia vizuri, haya ni mahindi ametuna tarehe moja leo na siku ya nne. Ehe, hii hapa ni alizeti. Ehe, hii hapa ni mpunga na hii hapa ni choroko huwa kila mbegu inayokuja lazima ipandwe, na katika kupanda tunapenda katika hili boksi mbegu mia. Sasa zinazoota tunapima asilimia yake ni ngapi. Katika misafu yetu tumeelekezwa kwamba kwa asilimia fulani, mfano mahindi kwa asilimia tisini. Tukiona huyo mtu mbegu zake zimeota kwa asilimia tisini, tunamruhusu auze kama mbegu, lakini kama hazijaota kwa asilimia tisini, hatuwezi kumruhusu auze kama mbegu; tunamruhusu auze kama chakula kwa hiyo tunafanya hivi ili kwamba mkulima apate mbegu bora ambayo inaota. Aina nyingine ya uoteshaji ni hii hapa, naomba uiangalie hapa. Tunaotesha katika karatasi hizi. Karatasi ni maalum sana, zinaweza kushika maji kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunapanda. Hii hapo ulioiona ni mbegu yetu ya mtama. Kwa tunaweka huko mbegu mia, na zenyewe tunakuja kuzifanyia tathmini zimeota kwa kiasi gani, na kama zimeota mia zote, basi tunamruhusu auze kama mbegu, lakini kama zimeota chini ya kile kiwango, kulingana na misafu yetu tuliyopewa na serikali, basi hatumruhusu auze kama mbegu. Mimi naitwa Elias Balimponya. Mimi ni afisa mfawidhi wa kituo chetu kipya cha Mtwara, Toski. Tuna vituo vingi na tawi letu la Mtwara ni tawi lingine jipya, na sisi ni wenyeji kwao, tunawakaribisha watu sana, lakini pia wenzangu wameelezea mambo mengi na mimi ningependa niwafahamishe watanzania mahali ambapo tupo. Tupo makao yetu makuu yako Morogoro na Morogoro tunahudumia kanda ya mashariki na kanda ya kati, wafike watu waweze kuhudumiwa. Na huku Mtwara tuko na Liendele, wafike tawi letu tuwahudumie. Hawana haja ya kukimbia Morogoro na kuja Mtwara, tunahudumia lakini pia tuna matawi yetu mengine matatu. Tuna tawi ambalo liko Arusha Tengeru kwa ajili ya kuhudumia kanda ya kaskazini. Kwa hiyo wadau wote wa mbegu wafike, tuna kanda yetu uh, ya ziwa na kanda ya magharibi, tawi letu liko Mwanza pale Ukiriguru, watu wafike TOSCI tuweze kuwahudumia. Na mwisho tuna tawi letu liko Njombe kwa ajili ya kuhudumia kanda ya nyanda za juu kusini. Kwa hiyo tunawaalika watu wote wafike kwetu TOSCI tuwahudumie. Asante jamani, hayo ni kuhusu TOSCI na tumaini yote mmeyasikia. TOSCI itaendelea kutumia vyombo vya habari kama tunavyofanya leo na siku zijazo. Tunajipanga kwa kweli kuwafahamisha wakulima na Watanzania kwa ujumla kazi zote tunazozifanya, na tumejipanga sana tuta, tutakuja ku, kuona huo mpango utekelezaji wake kuanzia mwaka huu wa fedha, tumejipanga vizuri. Lakini katika masuala haya ya utaalamu ambayo nilikuwa nayoongelea, naomba niongezee jambo moja la muhimu tena, kwamba tunawashauri wakulima, pamoja na kuhakikisha kwamba mbegu ile na lebo ya TOSCI, wahakikishe kwamba wananunua mbegu zikiwa kwenye vifungashio ambavyo ni vifungashio rasmi, vyenye jina la kampuni, vyenye kuonyesha aina ya mbegu zao, na aina ya mbegu, na mbegu ile imelimwa lini na imeanza kuuzwa kuanzia lini tunawasisitiza sana wakulima wahakikishe vitu hivyo, kwa sababu ndivyo vinavyohakikishia ubora wa mbegu. Basi jamani, kwa vile hiki ni kipindi cha Nane Nane na PPR na Tanzania inategemea kilimo, ili tuweze kupata mazao bora na kukuza kilimo chetu, hatua ya kwanza kabisa ni mbegu bora, mbegu zenye viwango. Kwa hiyo ina maana kwamba hii TOSCI ni taasisi muhimu mno kama TBS na TFDA ya mbegu ili Tanzania tupate mbegu bora, tuvune mazao mengi, na tuweze pia kupata kitu cha kuingiza kwenye hiyo Tanzania viwanda ambayo tunaihubiri. Kwa hivi sasa tunaendelea na Nane Nane na PPR, na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Nane Nane na PPR kwa siku ya leo. Eh, ilibidi ninyamaze kidogo baada ya kusikia mlio wa trekta. Lakini ndo tumefikia mwisho wa kipindi cha Nane Nane na PPR kwa siku hii ya, ya, na ya leo ili kutokea kwenye kipindi cha Nane Nane na PPR, wasiliana nami kupitia kwenye namba hii unayoiona, au kwa wale wakazi wa Lindi na vitongoji vyake kwa saa za jioni, baada ya maonyesho, mnaweza mkaja pale kadogo mkatukuta tumejiweka pale tukihifadhiwa hapa mjini Lindi. Naitwa Pascal Mayalla, asanteni na kwaherini.